Baby hakuna sida, kwani sasa wapi? Hii kitanda umetandika. Sasa si kitanda siko sawa. Si bora upate pale pa, kama unataka nini? Nguo inafanya nini kitanda? Bora tufanye bana kitu hivi. Omo chieso. Omo Asa, chieso is the Umetandika hii kitanda. Si nimetandika gaki. Hii kuwa kwa juu ama nje? Na avoid ich afikira siko sawa. Vyombo vivi nini hivi inafanya nini juu? Nguo zinafanya nini kitanda? Wewe ulikuja kuona nguo ama mimi? Na, Shua, kwa, una, una, ama kwa soko ndike sivyo? Sio niambia nikae ni chini. Sasa nitakaa wapi? Uwezi kaa hapa, huwezi kaa hapo. Lazima unitafutie makosa. Sasa hii nyumba ya msichana shwali. Kuna nitafutie makosa. Hata oh, nah. Uja hii nyumba no, imeosha. Hata uja notice paper nimeenda. Ndio nilikuwa hizi ni nini? Yeah. Sasa si is... hata unakuja una appreciate mtu shwali. Sasa hii ni portrait. Okay, okay.